Jijini Dar es Salaam, taasisi ya Mwalimu Nyerere imeendesha mdahalo uliozungumzia pamoja na mambo mengine, umuhimu wa maadili katika kuimarisha amani, umoja na haki katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu huo. Akiwasilisha mada kwenye mdahalo huo, mmojawapo wa watu wa mada Humphrey Polepole amesisitiza kuwa viongozi wanaotakiwa kupewa ridhaa ya kuongoza nchi ni wanaozingatia uadilifu, kwani ndio msingi mkuu wa kuwa na taifa endelevu ambia wadogo zake vyama na kaka, yani wadogo wa chama kaka, ninyi mmenipenda muda mrefu kama mtu ambaye anazungumza maneno matamu mnayoyapenda. Katika hili mmekosea, na mimi namwomba Mungu nisiwe mnafiki katika jambo hilo kwa sababu ninyi siku mnaanza mimi nilikuwa nanyi pamoja, nilijua misingi ya kuanzishwa kwenu. Katika hili siwaungi mkono, na ninapenda msimamo wangu uwekwe wazi hadharani, ili iwe msingi wa kudharauliwa kwangu, kutukanwa kwangu na kusema kwangu vibaya, na historia ikaniandike nilikata Kusimama upande wa watu wanaokwenda kinyume na misingi. Mtoa mada mwingine Mohamed Yusuf Mshamba kutoka Zanzibar, ambaye amezungumzia wajibu wa Tanzania katika kuheshimu mikataba ya kimataifa sambamba na suala la maadili katika ngazi ya kimataifa, amesisitiza kuwa kuna umuhimu wa kutambua kwamba eneo hilo ni nyeti na linalopaswa kuangaliwa kwa mapana zaidi, kwani linaangaliwa ikiwemo na jumuiya ya kimataifa. Kwa hivyo hayo yanafanyika

kuhusiana na mada zilizowasilishwa na hali ya kisiasa kwa sasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, katika mafungu mawili: uadilifu wa mtu na uadilifu wa taasisi. Unaweza ukafanyia kazi kwenye taasisi ambayo sio uadilifu, ukaambukizwa hata kama ulikuwa. Au <coughs> ukafanya katika taasisi ambayo ni adilifu, uh, inafanya kwa uadilifu basi nakule ukaambukizwa uadilifu hata kama ulikuwa sio mwadilifu. Mdahalo huo umefanyika wakati joto la kisiasa likizidi kupanda hapa nchini kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka huu. Lina Dennis Channel 10.